Zipo miongoni mwa siri za vitabu miongoni mwa siri za vitabu vilivyo vya kale haswa, in the page of history imechimba na kugundua ya kwamba vipo vitabu viliteketezwa, haswa na wamiliki wa dola zilizo kubwa kwa kipindi kilicho cha kale, na vitabu hivi havikuwa ni miongoni mwa vitabu vyenye kuwa havipo katika uhalalifu bali ni vitabu vilivyoandikwa na watu walio na elimu na maarifa yaliyo makubwa katika mitindo ya nchi zilizokubwa, nao nilikuwa ni miongoni mwa watu walio takatifu. Kitabu cha Filipo, huyu Filipo of Romane aliandika kitabu zidi ya maneno aliyotamka Yesu Kristo, kisha na kusema ya kwamba Yesu Kristo ni miongoni mwa mwalimu tu bali hakuwa ni miongoni mwa mtu mwenye kusadikishwa ndani yake ana Roho Mtakatifu, lakini mafundisho yake yalikuwa ni yenye hekima kisha yenye kulingana na Biblia, halafu ndani yake utakuta yenye kulingana zaidi na mafundisho yaliyo na Qur'ani. Hii ilifanya watawala wale wa kale kuona ni katika mtindo wa mtanganyiko haswa wa kihistoria. Kitabu hiki kilipelekewa haswa kuangamizwa. Kitabu cha Bikira Maria, mama yake Yesu Kristo, haswa aliandika dhidi ya mateso ya mwanawe. Pia kitabu hiki inatajwa katika mkanganyiko haswa wa vitabu, nacho kiliangamizwa. Kitabu cha Mtakatifu Petro, huyu ilikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wa Yesu Kristo, aliandika kitabu mojawapo, nacho kilikuwa zaidi kikilenga dhidi ya mafundisho ya Wakristu walio wa kale na kisha kulingana na Taurati na Injili. Lakini watu wengi walimtazama Mtakatifu Petro ni kama mtu aliyesafiri kwenda katika anga zilizo za mbele. Ni vipi haswa aliweza kuitafsiri Taurati na kuiandika katika kitabu chake? Na hii ilifanya kitabu hicho nacho kuangamizwa lakini vitabu hivi havikuwa ni tishio haswa kwa watawala wale wa kale, na kisha kilikuwa sio tishio ama, vilikuwa vitabu hivi sio tishio kwa dini, bali waliviangamiza kwa kuondoa mkanganyiko ambao uliokuwa haswa ukileta ukakasi katika vitabu vilivyo vya dini, na kuondoa haswa vitabu ambavyo kuja kuchanganyika katika mitindo iliyo ya hatari na kuweka jamii haswa kuonana kila mmoja yeye ni bora zaidi. Hivyo ni katika vitabu vilivyo vitatu tu. Kisha siku zilizo za mbele nitakuendelezeeni kukupeni elimu zaidi, kisha nanyi mtaniuliza katika comment, mtaandika katika mitindo ya comment, nami nitakuwa nikiwajibu. Kisha katika mitindo mbalimbali ambayo ya vitabu vilivyoangamizwa nitakuja kukusimulieni katika simulizi ambayo iliyo ya mbele. Msikose kusubscribe na kulike. Hii, in the page of history